Uu haitokei mara ngapi? Na kama itatokea mara mbili ni baada ya muda mrefu sana. Nikiwauliza jambo dogo tu, tangu tupate uhuru huu, uhuru huu sio uhuru, uhuru huu hivi kupata mbunge kutoka hapa. Sasa kuna watu wanarefusha pua, ulitaka nani kama, kama, kama ni wewe sungejitokeza na kama muda haujafika ungelangwa tu. Zamu ya Jafari ni kipindi hiki. Mungu amesema. Maandiko yanasema linalofunguliwa duniani na mbinguni ufanya nini? Linalofungwa duniani na mbinguni ufanya nini? Milango ya Jafari imefunguliwa na Mwenyezi Mungu mnaofanya vyoko kwa juu ya Jafari mna chuma dhambi bila kujiona, wakati mna macho. Watu wa Bukoli, hamna sababu ya kuangalia mapungufu ya Jafari. Hamna sababu ya kuangalia na sura gani, hauna sababu ya kuangalia alikukataa wakati akiwa kijana. Nafasi ni ya wananchi ni zawadi tumepewa na Mwenyezi Mungu. yeah, yeah. Wangapi wakuwanataka ubunge lakini akawa yeye yeah. Alafu niwachekeshe Wanabukoli yeah. Kakayaka anajua kuna mchezo waliufanya hawa yeah. Nikawaambia unafanya mchezo huu atawatokea wapi? wow. yeah. Kwa nini kijana ukapangwa? Tumeonana Dodoma kabla hata kufikiria kwamba atachukua fomu hamna, akapiga picha na mimi na wakairusha kwenye mtandao lakini baadaye nikasikia tetesi tetesi, baadhi <laughs> ya watu nikawaita, akiwemo huyu bwana nikawambia, lakini nyinyi subiri, so mwone Mungu alivyo na nguvu. Maneno yangu Mungu akayapokea, niliwaambia Jafari atakuwa mgombea, huyu ndiye y anakumgombea leo. Sisi mwone, kuna watu wanamwona Faraji kama kijana wa kawaida tu, lakini nataka niwaambie ndugu zangu, ni wenye tofauti na Jafari kipindi hiki, weka pembeni, nenda kaweke tiki kwa Jafari. Uchaguzi ukiisha, kama utaona kuna sababu ya kuendelea kutofautiana, endelea hii. Sisi tupate kata kwanza.